Lakini hospitali ina vifaa vya kisasa, inashindana na ya Kongwa na inashindana na ya hapa mm. Kwa hiyo huduma hizi zinazotolewa katika vituo vya afya nchini kwetu si vya majaribio kwamba ndio mfano, ndio shughuli yenyewe inayoendelea. Kwa hiyo tunaposema Rais Samia ameupiga mwingi, hatutanii anafanya. Na kwa kweli, kama kuna kundi la watu ambao wanatakiwa kushangilia na kumpigia makofi na kupiga kura kwa wingi, ni kundi la wanawake. Kwanza mtakuwa mnachagua kwa mara ya kwanza kuwa na rais mwanamke, hiyo nayo ni hoja ambayo hamkuizoea. Eh, sisi wanaume ndio tulikuwa tunasema tuko mstari wa mbele sasa. Mama Samia ameonyesha hata kina mama wanafanya nini, wanaweza kuongoza, ndio na sisi wanaume wote tunakubaliana naye hmm. Sasa nyinyi wakina mama mtuongoze katika kukubaliana naye eh, na mimi najua nyinyi mna uwezo mkubwa wa kushawishi, basi mwashawishi pamoja na wale watu wote wanaume wale ambao mna uhusiano nao, wao na waunge mkono kazi nzuri sana. Huduma na vifaa vilivyowekwa katika kituo hiki vya kisasa kabisa, ambavyo ungeweza ukavipata mahali popote katika nchi iliyoendelea. Kwa hiyo tunapongeza kazi nzuri inayofanyika <muchas>